Chama cha Wananchi kafu kimepinga kusudio hilo la mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Ernest Mangu la kutaka kumkamata katibu mkuu wa chama hicho Maalim Seif Sharif Ahmad kwa madai ya kuendesha siasa za uchochezi. Kwa mujibu wa viongozi wa kafu, Bwana Hamad ambaye yuko nje ya nchi kwa ziara, anatarajiwa kurejea nchini wiki mbili zijazo baada ya kukamilisha ziara ya ugaibuni. Nasr Ahmed Mazrui, naibu katibu mkuu wa chama cha wananchi kafu Zanzibar, akizungumza na wandishi habari jijini Dare s Salamu, wamesema kauli iliyotolewa na IGP Mango ya kutaka kumtia mbaroni Maalim Sefu Sharifu Ahmad na kumfungulia mashtaka kwa madai ya kutoa na kueneza kauli za uchochezi zinaweza kuleta athari mbaya kidemokrasia hapa nchini. Jaribio lolote la kumkamata na kumdhalilisha kwa kumweka ndani ya kumbabikiza kesi ni kulazimisha kuitumbukiza Zanzibar na Tanzania nzima katika machafuko makubwa ambayo Maalim Seif amejitahidi kwa muda mrefu yasitokezee katika nchi yetu. Aidha, amesema kazi inayofanywa na Maalim Seif nje ya nchi ni kuifahamisha jumuiya ya kimataifa kilichotokea katika uchaguzi mkuu uliopita visiwani Zanzibar Oktoba 25, mwaka jana, pamoja na marudio ya uchaguzi, lakini pia vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu vinavyodaiwa kufanywa na vyombo vya dola. Mpango wa kuishawishi dunia kuwachukulia hatua husika wote wa ukiukwaji wa haki za binadamu na uvizuaji wa demokrasia uko pale pale wala hautositishwa kwa vitisho vyovyote ili kuhakikisha unyama dhidi ya raia wasio na hatia unakomeshwa na unazingatiwa na uzingatiwaji wa sheria za nchi unatamalaki katika uendeshaji wa nchi yetu. Ama ataendelea kuwatisha CUF akifikiri kwamba CUF ni chama cha kufanyia mazoezi ya kutafuta umaarufu, ili sisemu wamuone anastahili kugombea ubunge atakapostaafu. Tunakwenda kumsalimia ofisini kwake sio muda mrefu, na tutawaambia lini tunakwenda kumsalimia IGP Mangu ofisini kwake. Asante. Tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka jana na baadaye kufutwa matokeo na tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC na baadaye kufanyika marudio ambapo Dr Shen alibuka mshindi, huku kafu ikisusia uchaguzi huo, kumebuka msuguano baina ya vyombo vya dola pamoja na viongozi wa kafu pamoja na wafuasi wao visiwani Zanzibar.